Saa wa kwenda katika Zilizobamba na wakati huu hapa, tunaungana na Ali Bakari Mufti, mzee wa Ujda. Sehemu anaopependa ni Zanzibar, lakini kusema maskani yake ni wapi basi atakwambia ni Mangula. Yeye anakuambia ee. Nashukuru sana kuungana na wewe Idi Nonga lakini pia Msumi pia pamoja na Ayubu Hinjo bwana mpeleke dabingu Eh, ile kurudia sauti za wengine za <laughs> <Ndini>. Eh, <laughs> hivi hakuna bingwa wake napatikana kumwigizia u bwana, anajaribu kwa sababu lazima ukifaa kwa, <laughs> <yeah. laughs> ah. ah. <laughs> kwa, kwa, kwa Alibakari Bufti lazima ufanye hii. Nasema ni fahari ya kipekee kuungana nawe. Ah, alhamdulillah wenyezi ibwimbwiyani bwimbwi, sijua mimi, mmepata shida hata kutamka, yaani lilivyokuja kwanza. Kwa hiyo ikabidi nilipokee, unajua ni kama kwenye ngumi <laughs> mtu yoyote au jambo lolote, vile wana diplomasia wanasema calmness kwanza, bwimbwi kwani nisilijue mimi nataka nijue ujue nijue tu kama unajua mwibu. Na, na, na, naweka mchele au wakati mwingine chenga afu kutwanga, yeah. Afu naenda kutwanga kwenye yeah. kina nafikisha unapata bwibu. Shukrani sana Sheikh Saidi uh, kuungana nawe, lakini kuungana na Iddy Nonga na Ayubu Njoo nimekuwa nikifuatilia toka mwanzo agizo kwamba nije na uh, posti ya Wydad Athletic Club baada mm. ya kufika Zanzibar, bila shaka hiyo, insha Allah, insha Allah, twende moja kwa moja katika zilizo bamba mitandaoni na kwenyewe mm. tuone uh, kuna habari gani ambazo zimechukua si nafasi huko, najua uh, tuna liga kesho uh, ligi ya mabingwa uh, na michezo ya kombe la shirikisho itaanza, lakini jana kulikuwa kuna mchezo wa NBC Premier League, mchezo ambao ulianza kuchezwa nje ya uwanja lakini pia ukachezwa Uh, kati ya makocha na, uh, kocha na kocha kwa sababu Ahmadi, Ahmadi Ali, lakini pia alikuwepo na mwalimu wake pale Etienne mm -hmm. Ndairagije mwalimu amekumbushwa, nilikusikia Saidi mm -hmm. uh, ukisema mwali <laughs> kwamba mwalimu amekumbushwa kwamba mwanafunzi somo limemuingia vizuri mm haya -hmm. mm -hmm. Sasa JKT Tanzania baada ya kushinda goli moja kwa bila uh, wameandika nini, wanasema top of the table JKT Tanzania, tunachapa vibaya mno TRA United FC hapo uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Biashara ya makoti huku Mbweni imepanda bei sana. Maana hili baridi huku juu kwenye msimamo ni kali kweli, kweli. Mm. Bana. Hii inazidi ile ya tizi uzu. <laughs> Ha, sasa ake, kwanza naona umemechisha bluu JKT, story ya kwanza na yeye bluu. Akasema mufti, eh, tizi uzu au wapi? Imetokea tu mambo yani, mambo yani, ya, lakini hatujajipanga mimi na JKT hatujakubaliana, lakini imejitokeza tu na ni kweli um, uh, huh. Mechi ile tuliitazama jana yani, um, ya JKT Tanzania kuna, kuna, kuna posti yao moja hivi walimposti David Bryson beki wa kushoto wakaandika kama kukurea lipigauu unajua, pia alisema kama kitedaik wanashambulia lango letu, tutazima taa nakuja kushunga. Lakini hayo mambo yananogesha, yananogesha mitandao ya kijamii, kwa sababu tumeshakubaliana ya kwamba sasa hivi mechi ipo uwanjani, lakini pia nje ya uwanja. Uh, nini kinawapa jeuri hii uh, JKT Tanzania tuone posti inayofuata uh, wale pale wapo juu kabisa, uh, pointi kumi na tatu na michezo uh, nane wakiwa wamecheza wapo juu pale, wamejikita pale, alafu uh, Pamba Jiji ameshushwa jana, hmm. sawa eh? mm -hmm. Uh, chini huko KMC bado pointi yeah, nne lakini, pia Dodoma Jiji na mwenyewe hmm, bado akiwa na michezo saba, KMC michezo nane tayari, yeah, KMC anaongoza hmm, kutoka chini huko yaani, <laughs> hapo inabidi upige mahesabu machache tu <laughs> hiyo nane mara tatu ishirini na nne. yeah. mm. kwa hiyo hapo timu ambayo imepaswa kuongoza hapo JKT mm. ibidi iwe na alama ishirini na nne lakini naweza kupiga hesabu ishirini na nne mpaka kumi mm. na tatu tatu kumi na moja zipo Simba Sports. Yeye ana michezo mitatu alafu ana alama tisa. no. akicheza tu mechi zake mbili tu anakuwa na alama ngapi? 15 mm -hmm. kama atashinda kama atashinda mm hiyo -hmm. mechi yes, yeah. kama atashinda mm. nashukuru -hmm. bwana mm. Yeah. kama atashinda anakuwa mm -hmm. mm -hmm. na alama 15 ambayo tayari anakwenda juu mm. kabisa kule michezo mitano sasa hivi hapo, kwa hiyo table, maana yake Simba ndio timu pekee imeshinda michezo yake, yani ina ushindi kwa 100% yes, yes. moja kwa sababu ya ya mm -hmm. Young Africans mm -hmm. alitoa sare na yes. Mbeya City yes. uh, ilikuwa suluhu eh bila suluhu yes uh, suluhu yeah, kwa okay. uh, Azam FC ashatoa ashabili mbili kwa hivyo Sports, kule. Yeah. Lakini lakini hey, yes. Pia mchezo wa jana pia kwa TRA ulikuwa ni mchezo wa kwanza wa kupoteza miongoni mwa timu tano zilizokuwa hazijapoteza msimu huu. Mm. TRA walikuwepo, kwa hiyo okay. Mm. Amewaacha wanne wale, Kocha Ahmad aliyetaka mm. kuangalia hayo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lakini pia ni ushindi kwa JKT baada ya michezo mitano kupita kupata ushindi aipata ushindi mbele ya mm. KMC <tuk> ya ameshinda mechi ya pili mfululizo hivi sasa, baada ya kuto kupata matokeo kwenye michezo minne mfululizo. Utamu huo wa NBC Premier League, yaani maana yake ni kwamba hata kama Yanga na Simba hawajacheza, kumbe bado kuna uondo mkubwa. Salamu za Mangula hazisikiki.

Uh, Baraka Adson Mpenza ambaye ndo ameambatana na kikosi hichi anafanya kazi nzuri akiwa safarini kuelekea uh, Mali hapa. mwenyewe ametutumia huo ujumbe akisema uh, ya kwamba hakuna kupumzika. Kamera ya Azam TV imemnasa meneja mkuu wa Simba Sports Dimitar Pantev akiwa uh, makini kupitia uh, program zake, uwanja wa ndege wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa Bole pale Ethiopia, wakati huu uh, uh, kikosi chake kinasubiri kuunganisha ndege kwenda mjini Bamako nchini Mali. Bila shaka Pantev anaandaa silaha zake za kuiangamiza stedi malien stade malien ama sio tunatamkaje hapo ni stade au stedi? Stedi, vile hakuna ufundi mbe katika mchezo wa ligi ya mabingwa afrika kaf champions league jumapili hii novemba 30 unamshauri nini meneja mkuu pantev kuelekea mechi ya jumapili wakati tayari ameshapoteza mchezo wake wa kwanza injo kidogo tu nini ushauri wako hapa kidogo tu ushauri wangu eh. Washinde mechi, ushauri mwingine ahakikishe furaha iliyokosekana kwa wanasimba weekend, yes. mm. wanaipata, wanaipata. Yes. Mm. Mm. Na mipango yote inaanzia kwake, kwa hiyo mm. mm. ni mipango gani mm. atakuwa nayo mm. ambayo watakwenda kuhakikisha mm. wanasimba wanarejesha furaha yao Nonga, mm. kwa hichi anachokifanya hapo hapo wanja ndege apo, apo wanasubiria <laughs> kuunganisha yeah. ndege ili waende mm. Mali lakini amewasha kompyuta yake yeah. Anapitia vyombo nadhani yeah. hapo jua, eh, jua mtaalamu huyu kwenye mm -hmm. hizi mechi mbili tatu hapa ameleta mifumo ambayo wengi ndio imetupa mijadala mikubwa kuizungumzia. Inawezekana Pantev mm -hmm. anatoka na kitu kaka kuelekea mm -hmm. hii hi mechi yeah. Ah, ungemalizia tu eh. Kweli. Baada ya matokeo <laughs> apita picha tu inaonyesha amekasirika, kakasirika. Kwa hivyo Stade Malien wajiandae, Pantev kasha kasirika huko, yaani msemo tu kakasirika, kakasirika <laughs> wewe bwana wewe. Haya jamani, tarehe thelathini Novemba hiyo. Kwa hiyo kazi ni ndogo tu kwako wewe mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV, kulipia tu basi, hujua hasira za Pantev, kakasirika. yeah, yeah, yeah. Sawa. <laughs> <laughs> kwa mjibu wa Idi Nonga. <laughs> Yes, unaweza kuweka Pitch... pale katika uh, Azam Sports, kwa mujibu wa mchambuzi Idi Nonga, Pantev amekasirika. Hilo nimesha picha ni Stefan Aziziki hapa, ndo picha lakini ni ukurasa wa Wydad Athletic Club ambayo jana ilitua visiwani Zanzibar, lakini mm. caption imeandikwa kwa Kiswahili mm. kutoka Casablanca hadi Zanzibar. Kienda katika post hii katika ukurasa wa Wydad utaona comments ni nyingi sana, wapo wanaosema kwamba hichi Kiswahili kimeandikwa ki na Stephanie Azizki aah. <laughs> Lakini wapo wanaosema kwamba inawezekana mm. dada yetu alimsaidia Stephanie Azizki <laughs> ipatikane <laughs> <laughs> caption hii. Na mama mkwe ameshusha komenti hapo. Komenti mwona chini? Mama mkwe kashusha komenti hapo ya mwisho kabisa. Welcome to Tanzania. Au, au, au kuiona kaka hiyo hapo, sasa ndo tunapoanza kuamini kwamba hii caption inawezekana. Bwana. Hivi uliniambia hinjo ni kijana wapi? maana wengine unatajaga Sinza wapi? Hinjo tunasema kwamba ni diwani ajaye wa Sinza, diwani ajaye wa Sinza nad wakati miko, katibu wake. mm -hmm, ni Adriano James Jr. Na <laughs> nandio maana <mani laughs> imekuwa rahisi sana kunya anameezaju <laughs> <laughs> <laughs> sikaiona yeah. <laughs> hiyo kinani kibrutiki hicho yeah. Ah, kibrutiki ameanza hicho kibrutiki ndio hakuna, yeah. Hey, brutiki zaidi ya widadi kule juu na brutiki ni ya pili, welcome to Tanzania. Ah, sasa hivi unajua, unaweza ukachukua lugha yoyote ukaitranslate mm, kutoka kwenye Google mm katika from hmm. Casablanca to yes, Zanzibar kwa inakuletea pale kutoka Casablanca yeah. hadi Zanzibar una kopi hmm. Sasa, no sema, sema, yeah, kuna muda mwingine upatanisho wa kisarufi okay. napoga shida lakini yeah. yeah. pia tumeshuhudia page nyingi za team kutoka kaskazini yeah. Zikijaribu zinapokuja kucheza mm -hmm. kwenye mazingira haya kujaribu mm -hmm. kuet na yeah. sehemu ambayo wanaenda. Takumbuka Raja alipofika hidi ya Simba wakati ule yeah. aliandika sababu tulikosea ku... alikuwa ni Al Ahly tu tupigia picha moja hivi karibia okay. Benjamin Mkapa pia mtaani, kwanza zile nyumba za jirani huku basi sawa aina sisi tutawapatia tu tuosiu kwani hamna nyumba za aina ile kwa zitakuepo. Yes, hayo ni ya Wydad Athletic Club ambayo tayari ipo visiwani Zanzibar kule kwa ajili ya mchezo dhidi ya Azam FC. Eti kabambe kabisa. Yes, wenye Azam FC sasa wameeka, huyo ni Thabiti Zakaria ama zaka za kazi nini, wanasema hebu kwenye mshono, tuwasikie <laughs> Oh, wow! Sisi yes, yes, yes, si se puede si yes, si mm. Ndiyo kauli ambayo Azam FC wameamua kuja nayo kuelekea katika mchezo huu dhidi ya Wydad kwa maana ya kwamba inawezekana maana yake ndio nawezekana, miongoni mwa kauli ambayo naikumbuka, relevancha ile ah, naikumbuka levancha halafu, yeah. yeah. yeah. yeah. kuna mtu akaidi kuku yeah. akasema kila bao moja, mi natoa jogoo, mshabiki yeah. wa Azam Azam aka pale mwisho mm. yeah, yeah, yeah. no. <laughs> pa. <laughs> pa. wa siku Azam mwaka ishirini na mbili moja dhidi ya birthday kama sose sasa, bwana wa kuku akauliza bwana, timu imeshinda magoli <laughs> <laughs> vipi? kuku wawili kuku wawili, anasema tumetolewa, lakini mimi kuku wangu hapa shughuli <laughs> <laughs> <Haulia> ilianzia pale hapo maeneo ya Buguruni au kuka au msauli, jamaa kuku asema majogoo wawili, yani wakubwa hasa e, nenda nao uwanjani, anahitaji mimi timu ishinda sasa kule Azamu kpa amefungwa mbili moja e. kwahiyo panahitaji kushinda bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo timu hapa ikaja ikashinda mbili moja, kwa hiyo ikawa e, ni tatutatu tatu. E, umeona ba e, hapo Azam akatolewa e, akabana, lakini timu imeshinda bao mawili e. kuku jogoo ataka jogoo wao e. e. wakutetea <laughs> <laughs> <laughs> lakini kiukweli alikuwa na hoja. Hojahoja ni kwamba timu ishinde, labda alikuwa mishindo tu. Sasa sijajua yule bwana mpaka leo yuko wapi? <laughs> na kama anaweza kutupatia pia na ahadi kwa ajili ya kuleta hamasa. Mtu aliahidi mashamba, alimwahidi alimwahidi nani, Jamal Jamal Abas Dodi, aliahidiwa na shabiki wa Simba nani, Kisugu kwa eh, kwa hivyo sijui kama mashamba yalishapatikana anatoa hadi. <laughs> <laughs> kisugua <laughs> gisumu. <laughs> Ndwana, twana, <laughs> ahadi bana. Ndwana, <laughs> nasema usiahidi kitu ukiwa una furaha sana. Mm. Kabisa. Wala ukiwa una hasira sana, sana. <laughs> <laughs> yeah. Kuwa katikatiakuwa katikati kama vile Rashidi Hamisi alivyowaahidi, yani ahadi yake alikuwa katikati. Nimewasikia mlikuwa mnakumbushia hiyo ahadi. Sasa wewe, muhimu ni wewe, tukae kama si ndio, mwaka tunaelekea mwishoni na yataangaza wa kwanza hapo bana, mi ndo naoa afu tuone je? <laughs> <laughs> kama kama nani mtu wa karibu anajua eh, lini eh, yeah. Wakati gani afu neno lenyewe ni kama lilimtoka, alikurushia yani neno yaliirusha hivi afu kwa namna <laughs> siku ile Bwana, tumalizie na hii hapa. Sheikh Saidi na watazamaji wa Viwanjani, ya mwisho kabisa jana <laughs> ilikuwepo michezo ya ligi ya mabingwa barani uh, Ulaya ah, bwana <laughs> nimezoea tena barani Afrika <laughs> barani ni Ulaya, lakini kubwa ni kwamba Kylian Mbappe amefunga uh, uh, hattrick <laughs> yaani ya haraka zaidi inakuwa ya pili kwa kini, yeah. ya, kwa, kwa, katika, katika historia ya ligi ya mabingwa <laughs> barani Ulaya dakika ya ishirini na mbili akafunga goli la kwanza, dakika ya ishirini na nne akafunga goli la pili na goli, dakika ya ishirini na tisa akafunga uh, goli la tatu mm. ya kwanza ilifanywa na Muhammad Salam mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm. uh, ilikuwa oktoba kumi na mbili kama sijakosea mm. hiyo ndiyo ilikuwa mm. kwa hivyo wamepishana sekunde tu kiasi. maana yake hapo ndani ya dakika ishirini na mbili kasawazisha mm. kwa sababu walitanguliwa yeah. yeah. yeah. yeah. 24 akawapa utangulizi eh, yes, eh. Yeah. 23 kashindi 29 eh, kashindilia eh. Yeah. japo mm -hmm. Mechi na, wale jamaa nao walikuwa nakuja kuja yeah. yani wale yake yani, kati ya <laughs> wachezaji bora sana eh. kwa yeah. Sasa duniani, au sio mm -hmm. bila shida yoyote yaani, Mbappe kuna watu kuwa amewaacha wengi, kuna dalili za kwa sasa, yani, sasa mm -hmm. anaelekea kule ambapo wengi wanatamani ah, kumwona akiondoka yeah. yeah. na ile tuzo kubwa zaidi ya kidunia kwa kiwango mm -hmm. hiki ambacho anakionyesha na kishafika kwenye mabao nane pekee ya ligi ya mabingwa sasa tisa. Tisa. Yeah. ya mona kwa hiyo mm. Mm. yupo pale juu mm, akiwa pambana na kina, yeah, Erling Haaland na Harry Kane. Yeah, lakini naona tayari kuna kitu yuko nacho cha mbali ingawa, mm. Eng wenzake nao wakiamua kufungulia, yeah, wanafungulia kweli. Kwa hiyo unaona kabisa ni mchezaji ambaye yupo kwenye umri mdogo, lakini pia ana mambo mengi makubwa tayari kashayafanya na kayapata. mm. Sawa, yes mm. mi nirejeshe kijiti kwako e, shak Saidi ama Saidi Msumi ama Saidi van underscore msumi. Kaka Saidi, hiyo van underscore msumi ni mm. handle yake ya Instagram sindio eh? lakini ukurasa mama wa Instagram ni Azam TV Sports, huko utapata ba... habari zote, safari ya Simba walivyoanza safari leo, walipofika na wanapoelekea, kila kitu utakipata huko mm. yeah. na kule mm. kule hukolkisema

widadi wakiwa yeah, yeah. Ah, na shabiki wamevaa vijinani kofia itakuja ah ile ah yeah. Ulikuwa unataka na yeye basi, yeye nimeaga tena kipolo, yeah. Sababu mechi ni kesho nitaeka, yeah. Na wewe unapenda vipolo <laughs> <laughs> au upendi <laughs> <laughs> ile si pashi vipolo <laughs> <laughs> napenda vipolo ile si pashi kuja kasirika <laughs> Ali Bakari Mufti akiwa anaondoka hivi, lakini kwa wakati huu hapa, tuelekee tukaangazie katika the pitch.